Kila kitu kimekwenda kama tulivyopanga, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa usalama, na mengine yalijitokeza ili kusaidia jamii kama na acha oadia ach. Kwa hivyo ni kitu ambacho jamii inaangalia sana, kipambo chilicho geni ni kwamba ni kupenetrate tu soko jipya, kaj katika soko la South Africa ana kiukweli si rahisi kwa sababu South Africa kiukweli zaidi kwamba wala mziki wao, kwa hiyo weza kuwakombisi wakapenda mziki mwingine, wabidi kufanya kazi ko tumetumia nguvu kidogo